Baada ya kukabidhiwa nchi ya akawa anaongoza, na of course ilikuwa ni jopo ya watu wengi. Hasa Sulemani, alipiga hesabu kwamba kimuomba Mungu nipatie mali, kwamba niomba Mungu nipatie fahari nyingi, atakuwa hajafanya, atakuwa hajamuomba Mungu vizuri. So, Sulemani alichokiomba kwamba ninaomba hekima na aliomba kwa Mungu, naomba hekima na maarifa ili niweze kuliongoza kundi fulani, ili niweze kuliongoza kundi fulani nipatie hekima na maarifa ili niweze kuliongoza kundi fulani ndio Suleimani ukisoma okay, katika Biblia Takatifu katika Wafalme wa Kwanza sulale ya tatu mstari wa nne kwa... hapa tutaangalia mmoja wa wafalme wazuri ambao walifanikiwa kuomba vizuri kwa Mwenyezi Mungu fanmungu aka appreciate mombia hapana. Kufundisha maana ya knowledge, kama nilikusema kwamba knowledge ni mtu kuwa na experience, ni mtu ku, ku, kufumburiwa about kitu fulani. Mtu unapewa maarifa ya kutatua tatizo fulani, unapewa maarifa au unapewa akili ya kutambua kwamba ebana mradi huu unaongozwa kwa njia hii ebana kitu hiki ili tukifikisha kwenye maono fulani ni lazima tupitie hapa, na hapa. Uh, ndio maana kamili ya maarifa za kuteketezwa juu madhabahuni. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia omba utakalo nikupe. Sulemani akasema ume, umemfanyia mtu mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe, nawe umemweka na, na, na fadhili hii kubwa maana umempa mwana wa kuketi kiti mpake. Ukisoma katika sura ile ya, ya, ya kumi ama sura ile ya tisa anasema kwa hiyo, nipe mimi mtuma wako moyo wa adili ni hukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana nani awezaye kuhukumu wa watu wako walio wengi? so, tunaangalia Sulemani akaomba akili, akaomba maarifa, akaomba maarifa kwa sababu aliona jukumu alionalo mbeleni kule ni jukumu kubwa, ana ujopo wa watu ambao itamhitaji atumie akili, itamhitaji atumie maarifa ya ziada ili aweze kupambanua baadhi ya makesi yao. Na mfano ile tunaona hapo mstari wa 10 anasema neno hili likawa jema machoni pa Bwana kwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili wala hukujitakia maisha ya siku nyingi wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako wala kutaka usaidui, kama ambavyo nilivyokwisha kusema utake. Utaendelea hapo chini utaendelea hapo chini, kama vile tunasema kwamba vijana wa sasa hivi for example katika vita vita yako au katika huko foresti zako au huko maeneo fulani, una meditate au unajaribu kumuomba Mungu afu Mungu akakusikia akasema, basi nimekusikia maombi yako, basi ninaomba unitamkie hapa hapa nikupatie nini? Vijana wa sasa hivi au kwa rika letu hapa, ni lazima tutakumbuka, ninaomba unipatie maisha mazuri, ninaomba unipatie gari nzuri, ninaomba unipatie fahari ambayo haiwezi ambayo duniani hamna mtu mwenye fahari kama hiyo. Uharisia uliopo kwa kijana aliyepo sasa hivi, hata kuja ombe kitu cha kibuzi kama alichoweza kukiomba Suleiman. Ah, unaweza kusema kwamba ha, mimi sikuwa kama mfalme Suleiman. Hamna, unaweza kuwa katika kazi fulani. For example, uko katika umeajiriwa, labda serikali, wewe ni waziri au ni mbunge. Ghafla unamuomba Mungu, unamuomba Mungu always, unamuomba Mungu na kumtolea sadaka, kwa sababu ili Mungu akutokee lazima utoe sadaka, unatoa zaka, unamuomba, unampa sadaka ya kushukuru. Ghafla Mungu anakutokea pale anakuambia, bwana nimesikia maombi yako, ninaomba uniambie kitu nikufanyie. Ha, kazini hapo kazini hapo abda hapo unaweza kusema kwamba Suleimani alikuwa ni mfalme, ndio maana akaomba hekima. Ah, for example, wewe umeajiriwa kwa kazi, ni lazima tu ukitoa okay, option ya namna hiyo ukipoa <laughs> okay, option ya namna hiyo, mtumishi wa Bwana au mtu wa Mungu ni lazima utataka cheo kwamba mimi hapa na maybe nina kachio kikubwa, Mungu ninaomba basi unipatie cheo kikubwa. Maybe kabla ukakuwa mbunga ulikuwa waziri, utamwomba Mungu, Mungu ninaomba angalau atanue makamu wa rais, ndio utakurupuka kuomba. Lakini tunaangalia moja ya akili ya Sulimani. Sulimani hakuomba atawale mataifa yote duniani, kwa sababu Sulimani alikuwa na uwezo wa kumwomba Mungu, naomba nitawale mataifa yote duniani awe chini ya mkono wangu, lakini Sulimani hakufikiria hicho kitu, bali aliangalia jukumu alioachiwa na au jukumu aliyokabidhiwa na kundi la wakati ule. So unapo unapo muomba Mungu, angalia ile maono uliyoachiwa na kundi fulani, au ile maono ambayo iko nyuma ya familia yako, ile maono ambayo umeibeba wewe kama kijana, maono mkabidhiwa yatimize, uweze kusema una maono, kwa sababu kila mtu kazaliwa na familia zake, so lazima uwe na maono na kunemesha familia yako. So angalia maono ya kundi ulioliacha nyuma, hapo ndipo itakupa ombi lilio jema. So Sulemani akaangalia maono aliyokabidhiwa na baba yake Daudi, aka akamuomba Mungu, niombe nipe akili iliyo njema, ili niweze kuongoza kundi hili, maana kundi hili ni watu wengi. Kama unavyojua kwenye for example, uko katikati ya kundi, umekabidhiwa uongozi, kama unavyojua umekabidhiwa uongozi ili uweze kukubarika, mzee, kama hauna hekima au kama huna akili iliyo njema ndio maana tunaona viongozi wengi wanaingia wanaingia katika, katika kujitenga, kwa sababu ndani yao hawana akili, ndani yao hawana maarifa ya kuongoza kundi fulani. Ni milioni kumi na sita, hauna akili kutana na watakutukia wengi, kwa sababu akili ndio ina inatumika kuongoza mtu, sio fedha inatumika kuongoza mtu, sio umaarufu wako unatumika kuongoza mtu. Ole ni akili tu ndio inatumika kumwongoza mtu, sijui umenipata hapo. Akili na maarifa ndio yanaweza kuongoza kundi la watu

you must have a knowledge na ndo maana leo nina kufundisha the priest that possess a an knowledge and the priest that haven't any knowledge tutaangalia different ya yeah, hizi people mbili tutaangalia different ya yeah, these two kind of people the priest that possess a an knowledge and the priest that haven't any kind of knowledge you possess, you possess an authority friend. If you don't have my dear thara authority, utaiona ni ngumu. Mamlaka uliopewa utaiona ni magumu. Umepewa mamlaka ya kuongoza familia yako, au title title, kuwa kiongozi wa sehemu fulani. If you don't have my dear, you'll end up, utaanguka babaya na hau, utaonekana unachukiza waliowe. So you have to possess a knowledge. Ndio hapo nilikuwa naeleza tu kwa ufupi nini maana ya akili na nini maana ya akili na nini kinahitajika ili wewe uongoze clear a watu hapo. I think you got me, umenipata hapo, umenielewa about knowledge. Sulemani akaomba akili, Sulemani akaomba maarifa na lilikuwa ni ombi jema, kwa sababu nyuma yake kulikuwa kuna jopo la watu, wale watu walikuwa wanaangalia kiongozi mfano. Ukisoma tatu kumi na sita hiyo mfano wa kwanza tatu kumi na sita tunaona product, product ya maarifa, product ya maarifa. Tasoma kidogo, inasema: ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme wakasimama mbele yake, na mwanamke mmoja akasema, ewe bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tuna tunakaa tuna katika nyumba moja, na mimi nilizaa lipokuwa pamoja naye nyumbani, kisha sikuwa siku ya tatu baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa. Na sisi tulikuwa pamoja naye, hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani mwake isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia, akaondoka kati ya usiku aka